Si mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, kulalamikia kutokula chakula. Sasa, Jeshi la Magereza ya Tanzania limetoa taarifa kwa umma, ambayo inasema Jeshi la Magereza ya Tanzania linapenda kujulisha umma kuwa katika utekelezaji wa majukumu yake ya kuwapokea, kuhifadhi, kuwa na kuwarekebisha wale wote wanaoshikiliwa gerezani, wakati wote limekuwa linazingatia pamoja na mambo mengine, usalama wao kwa kipindi chote wanachokuwa chini ya ulinzi wa jeshi. Kwa msingi hiyo jeshi linaweka utaratibu madhubuti wa kusimamia utoaji wa huduma mbalimbali kiwemo chakula kwa wafungwa na mahabusu kwa mujibu wa kanuni za usalama. Udhibiti, usimamizi na uangalizi wa huduma ya chakula kwa wafungwa na mahabusu ni utaratibu wa kisheria unaolenga kumlinda mfungwa au mahabusu mwenyewe, kuhakikisha usalama wa afya yake na kuzuia mazingira yoyote hatarishi. Kila mfungwa au maabusu anahudumiwa kulingana na matakwa ya sheria bila upendeleo. Jeshi La Magereza litaendelea kufanya kazi zake kwa weledi na kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu katika kusimamia haki na wajibu. Hii imetolewa na SSP Elizabeth Mbezi. Naam, ni taarifa kutoka Jeshi la Magereza Tanzania ambalo baada ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kusema kwamba alinyimwa chakula wakati wa mapumziko ya kwenye kesi yake inayomkabili katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, sasa limejitokeza na kutoa ufafanuzi huu ambao kusema la ukweli e, umeibua e, maoni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano, e, wakili wa wa e, rais wa mawakili Tanzania, yani chama cha mawakili Tanzania TLS, e, bwana bwana Bonifasi Anyasile Mwabukusi, na mnukuu alichokiandika amesema, nimesema siku zote dhima ya sheria ni kuhakikisha furaha kwa wengi, tuitumie sheria. Tatizo tunaruhusu sheria ya kututumia. Au mimi ndo sielewi. Hivi kumnyima chakula mahabusu ndio kumlinda na madhara au ndio kumhatarisha zaidi? Barua ya ajabu kabisa. I am very ashamed. Wanaweza wakaweka utaratibu mzuri kabisa. Mbona sasa wavai yale madude ya kishamba usoni ndani ya mahakama na hakuna kinachoharibika? Uh, mwisho wa kumnukuu raisi eh, wa Tanganyika Law Society eh, wakilibwa nafasi anyasire. Basi kama umependa taarifa hii, unaweza kubonyeza kitufe cha subscribe ili uendelee kupata habari zetu hapa Juni TV Online.